Kutana mahali pamoja kuweza kuelezana na kusema na kushuhudia mambo makubwa yaliyofanyika kwenye kata zao katika kipindi cha miaka mitano ya uongozi wa mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan. Hii imekuja kabisa kwa ajili ya kuhakikisha makao makuu inakuwa na hadhi yake ya kimakao makuu, lakini pamoja na miradi hiyo bado iko miradi ambayo iko Dodoma kwa ajili ya kufanya wananchi waliopo Dodoma kuweza kupata huduma zote za msingi, ikiwemo miradi ya barabara, ikiwemo miradi ya maji, ikiwemo miradi ya elimu, ikiwemo miradi ya afya, ikiwemo miradi ya mawasiliano, tunaona tu wanapata simu na wanawasiliana, na miradi mingine ya namna hiyo ambayo moja kwa moja inaenda kutatua kero za wananchi katika maeneo yao, kuanzia vijijini na maeneo mengine yote. Kwa haya yote yametupa ujasiri mkubwa wa kusema lazima tuwe na siku ya kuwaambia wananchi wa Dodoma na dunia ijue, watanzania wote wajue kuwa yamefanyika mambo makubwa kupitia maendeleo ya kila kata, na wananchi wanapata huduma kwa ndani ya kata zao. Uh, sisi mkoa wa Dodoma katika miaka hii mitano tumepokea miradi ambayo imegharimu zaidi ya trilioni kumi za fedha za Kitanzania. Najua ni sehemu chache utakuta kiasi cha fedha, na mtu kwa nafasi yake ashiriki siku hiyo kwenye kata anapoishi, kwenye kata anakofanya biashara, kwenye kata anakofanya kazi, lakini muhimu tungetamani kila mwanadodoma awe kwenye eneo fulani la kata, akiwa anashuhudia mambo hayo makubwa. E, kama viongozi wa serikali tutagawanyika sisi, kila mtu kwenye kata yake kwenda kushirikiana na wananchi ili kuyashuhudia hayo ambayo tunayasema. Kutakuwa na kusema kwenye kata yetu kumefanyika jambo gani, lakini kikubwa tunataka wananchi wenyewe waseme kuwa baada ya shule kujengwa wamefaidika nini, utoro umepungua. Kuna watoto walikuwa hawezi kutembea kwenda mwendo mrefu shuleni, mtoto anakuwa analia kila siku, siwezi kwenda shule kwa sababu ni kilomita thelathini, lakini sasa hivi anaenda shuleni. Lakini baada ya elimu hii bila ada, sasa hivi mpaka kidato cha sita ni, kuna watoto walikuwa waendi shule hata kama wamefaulu, kwa sababu anatakiwa wanakosa ada, lakini sasa hivi watoto wote wanaenda shuleni. Tunataka wananchi wakasema, lakini kuna zahanati imekuwa pale kijijini, kuna kituo cha afya kimejengwa, kuna wakina mama walikuwa wanapata shida labda uh, ya kujifungua kwa sababu hospitali ni mbali, zahanati iko mbali, wataalamu hakuna, lakini baada ya kujengwa zahanati katika kijiji husika wanafaidikaje? vifo vya kina mama na vimepungua wakati wa kujifungua, lakini wananchi wengi zaidi wanajifungulia mikono salama yenye wataalamu badala ya wa kujifungulia majumbani na maeneo mengine walikokuwa wanajifungulia.